Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Sheikh Maulid Salim Kidebe, Sheikh wa wilaya hii ya Ubungo, wilaya ambayo ni tukufu sana. Nipo hapa kwa ajili ya kuwapongeza Ashabul Kahfi, taasisi hii makini kabisa, ambayo inafanya kazi kubwa, mashindano yake ya Qur'ani ya kila mwaka. Mwaka huu ni mwaka wa kumi. Kwa hiyo niko kwa ajili ya kuipongeza kwanza Ashabul Kahfi, wanasimamiwa na Sulemani Jafo ambaye ni mbunge na ni waziri wa viwanda. Anaisimamia taasisi hii na inafanya vizuri mashaallah. Na kila mwaka tunashiriki kwenda katika mashindano haya na tunaona raha, watoto wanaafidhi Qurani vizuri, na Qurani ndiyo kila kitu, hakuna kitu kama Qurani. Tena Qurani yenyewe inaafidhiwa inashindaniwa katika mwezi huu mtukufu, mwezi wenye majina mengi. Mwezi wa Ramadhani una majina mengi sana. Kwanza kabisa ni shahrullah, lakini pili ni shahru saum, lakini tatu ni shaharu lquran. Kwa hivyo, ashabul kahfi wao wanafanya mashindano katika mwezi huu mtukufu, na mara hii watafanya tena mashindano ya Qur'ani, vijana watashindana pale katika ukumbi wa Mwalimu Nyerere ambayo ni tarehe ya nane mwezi wa tatu kuanzia asubuhi na mapema saa moja. Sasa ni waalike ndugu zangu watukufu Waislamu na wale ambao si Waislamu, tunawaalika tuungane na Ashabul Kahfi siku hiyo kuanzia saa moja asubuhi mpaka saa sita kwenda kuyashuhudia mashindano ya Qur'ani haya matukufu yanaodhaminiwa na Mheshimiwa Jafo, lakini Ashabul Kahfi pia wako katika kuyaandaa haya. Kwa hivyo ni yetu haya Kauli mbiu ya mashindano haya ya Qur'ani ni kwamba Qur'ani ni amani na tuilinde amani yetu, lakini tusisahau, mashindano ya Qur'ani kama haya pia tutapata na fursa ya kumwombea rais wetu mpendwa Samia Suluhu Hassan, dua na wengineo wanaomsaidia kazi, ili amani iendelee kama ilivyo kauli mbiu yetu. wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa